Katika zama ambazo vijana wengi wamekumbwa na upepo wa dunia unaopeperusha ndoto zao mbali na misingi ya imani, kuna watu wachache ambao huibuka kama taa angavu gizani. Miongoni mwao ni Dr Sheikh Abdul Mannan, msomi wa Quran na mchumi wa Kiislamu, ambaye safari yake ni ushahidi kwamba anatembea na Quran, dunia hutembea naye kwa heshima.

Alizaliwa tarehe moja Julai 1997, kizazi cha vijana waliokulia katika dunia ya mabadiliko makubwa, lakini akachagua njia ya Qurani na elimu ya juu kama dira ya maisha yake. Katika umri mdogo kabisa alionyesha kiu yake ya maarifa ya mapenzi makubwa dhidi ya kitabu cha Mwenyezi Mungu. Sheikh Abdulmannan anafahamika kwa upole wake wa hali ya juu, unyenyekevu wa dhati, na uchamungu unaonekana katika matendo yake ya kila siku. Ni mtu asiye na majivuno, asiye na makuu, mwenye lugha ya staha na uso wa tabasamu. Anapozungumza huzungumza kwa hekima, anapofundisha, anapokosoa hukosoa kwa adabu. Hivi karibuni Noble Group ilifanya tukio la kipekee na la kihistoria kwa kumpatia gari jipya Dkt. Sheikh Abdulmannan kama ishara ya kutambua wa mchango wake mkubwa katika kuutumikia Uislamu na kuienzi Qur'ani tukufu. Tukio hilo halikuwa tu zawadi ya chuma chenye magurudumu, bali lilikuwa ni heshima, shukrani na uthibitisho kwamba juhudi za dini hazipotei. Dr. Sheikh Abdulmannan ni msomi aliyebeba hazina ya Qur'ani moyoni na kichwani. Alitimu kuhifadhi Qurani tukufu nchini Moritania kati ya mwaka 2009 hadi 2012 ndani ya kipindi cha miaka mitatu tu, hatua inayodhihirisha nidhamu, subira na mapenzi ya dhati kwa kitabu cha Mwenyezi Mungu. Mwaka 2019 alipata ijaza ya ghiraatu ashara, yani viraa vyote kumi, hadhi ya juu kabisa katika taaluma ya usomaji wa Quran. Ijaza hiyo inamthibitisha kwamba msomi aliyobobea katika riwaya zote kumi za usomaji wa Qur'an. Mwaka huo huo 2019 alihitimu shahada ya kwanza, yani bachelor degree katika sheria na Islamic studies kutoka International Islamic University nchini Misri. Mwaka 2022 alihitimu shahada ya uzamili, yani Masters of Islamic Economics nchini Marekani. Mwaka 2024 Dr. Sheikh Abdul Mannan alitawazwa kuwa daktari katika uchumi wa Kiislamu kutoka chuo cha Bruno International College Limited nchini Uingereza. Leo hii anatambulika kama mtaalamu mzao wa Qur'ani nchini Tanzania akiwa na ijaza ya viraha kumi na PhD ya Islamic Economics. Kitendo cha Noble Group kumpatia gari jipya si zawadi ya kawaida, ni ujumbe kwamba wanazuoni wanapaswa kuenziwa, kuthaminiwa na kuungwa mkono. Pia ni somo kwa jamii kwamba Qur'ani inalipa kwa heshima, hadhi na baraka. Allahu Akbar, Allahu Jamani, walitukabiru Allah ala ma hadhaku. Tumshukuruni Allah. Tumshukuruni Allah. Na tutukuze jina la Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sheikh Abdulmannan ni mfano hai kwamba anahifadhi Qur'an, Mwenyezi Mungu humhifadhi anayejihusisha na Qur'an, Mwenyezi Mungu humuinua. Anayeitumikia Qur'an pia Mungu humtukuza mbele ya watu. Hakika historia hii inaandikwa na jina lake linaandikwa kwa wino na heshima ndani ya mioyo ya wengi Kwenye...